Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Ni siku nyingine nzuri, msikilizaji, ninakukaribisha katika matangazo haya yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn, na kwa niaba ya wengine wote utakuwa nami. Jina langu ni Silvia Mwehozi. DW habari za Ulimwengu. Msomaji wako naitwa Mohamed Khelef na tuanze na muhtasari wake. Marekani imewaamuru maafisa wake kuondoka eneo la mashariki ya kati, huku hofu za mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran zikiongezeka. Jeshi la Israeli limeua Palestina 60 karibu na kituo cha misaada, huku shirika la misaada likidai kwamba wafanyakazi wake watano wameuawa na Hamas na Urusi imeshambulia tena Ukraine kwa mamia ya droni usiku wa kuamkia leo. Habari kamili. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani ameamuru kuhamishwa kwa maafisa wa nchi yake kutoka eneo la mashariki ya kati katika kile anachodai kwamba uwezekano mkubwa wa eneo hilo kuwa hatari, akiongeza kwamba nchi yake kamwe haitoruhusu Iran kuwa na silaha za kinyuklia. Shirika la habari la Reuters la ripoti kwamba Marekani inajitayarisha kuwaondosha maafisa wake wa ubalozi nchini Iraq na kuziruhusu familia za wanajeshi kuondoka kwenye maeneo yote mashariki ya kati kutoka kirisho kikubwa cha usalama. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imewaruhusu pia wale wanaotaka kuondoka kwa hiari zao nchini Bahrain na Kuwait kufanya hivyo mara moja. Uamuzi huu umechukuliwa wakati juhudi za kufikia makubaliano juu ya mpango wa nyuklia wa Iran zikionekana kukwama na taarifa za kijasusi za Marekani zikiashiria kwamba Israel imekuwa ikijitayarisha kuvishambulia vinu vya nyuklia vya Iran, hatua inayoweza kuifanya Iran kulipiza kisasi. Gaza, wanajeshi wa Israeli wamewaua wapalestina 60 kwenye ukanda wa Gaza, wengi wao karibu na eneo la kutolewa misaada linalosimamiwa na shirika la misaada linaloungwa mkono na Israel na Marekani, GHF. Kwa mujibu wa maafisa wa hospitali za Shifa na al Kudsi, watu 25 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati wakikaribia kwenye kituo cha ugawaji chakula karibu na makazi ya zamani ya walowezi wa kiyahudi ya ya Nezarim hapo jana. Jeshi la Israel limedai kuwa vikosi vyake vilirusha tu risasi za onyo usiku wa kuamkia leo kwa kundi la watu linalowashuku kuwa hatari kwenye, kwenye ujia wa Nezarim. Hayo ya kijiri, shirika hilo la misaada GHF linaloshutumiwa na Umoja wa Mataifa kwamba linatumika na serikali ya Israel limesema hivi leo kwamba wafanyakazi wake watano wameuawa baada ya kundi la Hamas kulishambulia basi lao. Kwa mujibu wa shirika hilo, mashambulizi hayo yamesababisha watu wengine kadhaa kujeruhiwa. Hamas yenyewe haijasema kitu kuhusu madai hayo. Cairo, mamlaka nchini Misri zimewataka wanaharakati waliomo kwenye msafara wa kimataifa unaodhamiria kuvunja mzingiro wa Israel na kuingia ukanda wa Ghaza wahakikishe kupata vibali vya kuingia nchini humo kwenye safari yao kutokea nchini Tunisia. Wanaharakati wapatao elfu moja mia saba wameanza safari ya mabasi na magari kutokea mji mkuu wa Tunisia, Tunis, wakiwemo mia mbili kutokea Algeria. Wanaharakati hao wanatarajia kupitia Libya na Misri kufikia mpaka wa Rafa na Ghaza kwa kile wanachosema ni kuwaunga mkono raia wa Ghaza na kupinga vita vya Israeli kwenye ukanda huo. Chanzo kimoja cha usalama nchini Misri kimeliambia shirika la habari la Jerumani DPA kwamba tayari zaidi ya wanaharakati 100 wameshatiwa nguvuni, wakiwemo 52 kutoka Ufaransa, 67 kutoka Algeria, 13 kutoka Moroco na wengine wanane kutoka Libya. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz ameomba Misri kuwazuia waharakati hao kuingia Ghaza akidai kwamba kufanya hivyo kutahatarisha maisha ya wa wajeshi wake ambao kwa sasa wametoa udhibiti wa ukanda mzima ukiwemo mpaka wa Rafaa. Kharkiv: mashambulizi makali ya droni za Urusi yamewaua watu sita na kuwajeruhi wengine sitini kwenye mji wa pili kwa ukubwa wa Ukraine, Kharkiv, kwa mujibu wa maafisa wa Ukraine. Mashambulizi hayo yanafuatia mengine mawili makubwa kabisa wiki hii, ikiwa ni sehemu ya kampeni ya kulipiza kisasi baada ya mashambulizi makubwa ya Kiev dhidi ya Urusi wiki za hivi karibuni. Meya wa Kharkiev, Ihor Terekhov, amesema wimbi hilo jipya la mashambulizi ya droni limezikumba wilaya nne za mji huo. Waendesha mashitaka kwenye mkoa huo wanasema idadi ya waliokufa imefikia watu sita, wakati waokoaji wakiendelea kuwasaka wengine waliofikwa na vifusi vya majengo. Kwengineko, Mikoa miwili ya kusini mwa Ukraine, Mykolaiv na Kherson, imekosa umeme baada ya vikosi vya Urusi kuishambulia miundombinu ya nishati kwa mujibu wa magavana wa mikoa hiyo. Na hatimaye Bamako, baraza la mawaziri nchini Mali limeidhinisha msaada tata wa sheria unaompa kiongozi wa kijeshi miaka mingine mitano ya kukaa madarakani. Jenerali Asimi Goita ameliongoza taifa hilo magharibi mwa Afrika tangu alipofanya mapinduzi mwaka 2021. Hatua hiyo inafuatia uamuzi wa utawala wa kijeshi kuipiga marufuku vyama vya kisiasa mwezi uliopita wa Mei. Na huo, mpenzi msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa hii ya habari iliyokujia moja kwa moja kutoka hapa bo DW, dunia yetu leo asubuhi. Karibu sasa, msikilizaji, katika safu ya uchambuzi, na miongoni mwa yale tuliokuandalia ni hali ya mambo huko mjini Los Angeles nchini Marekani kufatia vurugu za hivi karibuni. Utasikia uchambuzi pia juu ya jeshi la Marekani na sira zake kuelekea Afrika. Na huko Tanzania, leo kuna somwa bajeti ya serikali wakati nchi hiyo ikielekea katika uchaguzi mkuu. Wa Tanzania wana matarajio gani bajeti yao? Iingize sana kwenye afya. Wao wananchi kama sisi wa Tanzania tunapata sana matatizo kwenye afya. Kwa haya na mengine mengi, kaa nami. Jina langu ni Silvia Mwehozi. Moja kwa moja uchambuzi wetu asubuhi ya leo unaanzia huko Los Angeles nchini Marekani kuangazia hali ilivyo baada ya ghasia ya kuzuka kufuatia maandamano ya kupinga amri ya Rais Donald Trump ambaye aliamuru wanajeshi wapatao elfu nne kupelekwa jiji hilo. Mohamed Helef amefuatilia kilichojiri na hii ni taarifa yake. Mamea kadhaa wa eneo la Los Angeles wameungana pamoja kutaka utawala wa Trump kusimamisha uvamizi dhidi ya wa wahamiaji ambao umeleta wasiwasi mkubwa na kuchochea maandamano kote nchini Marekani. Mamea hao wakiwa na wajumbe wa baraza ya miji walimtaka Trump hapo jana aache kutumia wanajeshi pamoja na mawakala wa uhamiaji kwenye uvamizi wake kwa wahamiaji. Meya wa Los Angeles Karen Bass alisema uvamizi huo umezusha fadhaa kubwa ili tu kuiridhisha ikulu ya White House. Naibu meya wa Paramount Brenda Olmos, ambaye mwenyewe wa alipiwa risasi ya mpira aliwaambia waandishi wa habari, na hapa na mnukuu, na kuomba rais Trump, na tafadhali nisikilize, wacha kabisa kuwatisha wakazi wetu, unapaswa kuachana na uvamizi huu, mwisho wa kumnukuu sehemu ya mitaa ya mji huo ilianza utekelezaji wa amri ya kutotoka nje usiku wa Jumanne, lakini eneo linalohusika lina ukubwa wa maili moja tu ya mraba, ili hali mji wenyewe mzima una maili mia tano za mraba. Kiasi cha wanajeshi mia tano waliotumwa kwenye maandamano ya Los Angeles wamepewa mafunzo ya kuwasindikiza maafisa wa wahamiaji kwenye operesheni ya kuwakamata wale Trump wanawaita wahamiaji haramu Watu waliokamatwa kwenye msako huo wa nchi nzima, wakiwemo waomba hifadhi, watu waliokaa muda mrefu zaidi ya vibali vyao, na wahamiaji hao wanaoitwa haramu wanangojea wa uamuzi wa mahakama, huku wakishikiliwa kwenye jela zilizosambaa kote nchini Marekani. Kwa mujibu wa kamanda wa operesheni hiyo Mmeya Jenerali Scott Sherman, kwa sasa maandamano yamepungua katika maeneo kadhaa ya Los Angeles, lakini hana uhakika ikiwa wanajeshi wake watasimamisha shughuli walioletewa hapo. Na tuangazie taarifa nyingine, ambapo jeshi la Marekani limezitaka nchi za Afrika kubeba jukumu kubwa zaidi katika usalama wao wakati utawala wa rais Donald Trump ukiendelea kujikita zaidi katika masuala ya ndani. Lakini hatua hiyo inaweza kuwa na athari gani kwa bara hilo, hasa katika vita dhidi ya ugaidi? Wakiombogo ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Kauli hiyo imetolewa na Jenerali Michael Langley, mkuu wa kikosi cha Marekani barani Afrika, US AFRICOM. Kikosi hiki kinahusika na operesheni zote za wizara ya ulinzi ya Marekani na ushirikiano wa kiusalama barani Afrika. Hatua hiyo ni sehemu ya mabadiliko mapana ya kimkakati chini ya utawala wa Trump unaotaka kupunguza uwezo wa kijeshi wa Marekani nje ya mipaka yake, ikiwa ni pamoja na Afrika, huku ukijikita zaidi katika ulinzi wa taifa na kuboresha uwezo wa kijeshi wa ndani. Lakini bara la Afrika lina umuhimu mkubwa wa kimataifa, si tu kwa sababu ya idadi ya watu inayokuwa kwa kasi bali pia kwa utajiri wake wa rasilimali. Mchambuzi wa masuala ya sera za nje Adib Saani anasema Afrika ni mshirika wa kimkakati kwa mataifa ya Magharibi na Mashariki, hasa kutokana na madini kama urani yanayotegemewa na viwanda duniani kote. Hata hivyo, mwelekeo mpya wa Marekani unaonekana kupunguza msisitizo katika mapambano dhidi ya makundi ya kigaidi kama ISIS na al Qaida, ambayo yameongeza nguvu barani Afrika katika miaka ya karibuni. Hapo awali, Marekani ilikuwa mshirika mkubwa katika juhudi za kupambana na misi misimamo mikali hasa Afrika mashariki na Magharibi kupitia mafunzo, ujasusi na msaada wa vifaa. Pia ilisaidia katika sekta ya maendeleo kupitia mashirika kama USAID. Lakini jenerali Langley sasa anasisitiza ushirikiano wa kugawana mzigo, akisema Afrika inapaswa kuwa na uwezo zaidi wa kujitegemea. Mabadiliko haya yalionekana wazi kwenye mazoezi ya kijeshi ya Afrika Lion ya mwaka huu yaliyojikita zaidi katika ushirikiano wa mataifa zaidi ya 40 badala ya uongozi wa moja kwa moja kutoka Marekani. Lakini wachambuzi kama Adib Sani wanaonya kwamba kupungua kwa uwepo wa Marekani kunaweza kuacha ombwe la nguvu ambalo linaweza kujazwa na makundi ya ki aidi anaeleza kuwa hali hiyo inaweza kudhoofisha motisha ya wanajeshi wa Afrika na kuongeza shinikizo la kiuchumi kwa nchi zilizoathiriwa. Kwa sasa US AFRICOM lina takriban wanajeshi elfu sita mia tano barani Afrika na limewekeza mamia ya mamilioni ya dola katika misaada ya kiusalama. Kwa Saani, kuondoka kwa msaada huu kunaacha Afrika ikiwa haijajitayarisha vya kutosha kujitegemea katika sekta ya ulinzi hasa kwenye teknolojia na vifaa vya kisasa. Katika ombwe hilo mataifa mengine kama China na Urusi yameanza kujiimarisha. China tayari imeanzisha programu za mafunzo kwa majeshi ya Afrika, huku wanamgambo wa Urusi wakijipenyeza kama washirika wakuu wa waku, kiusalama katika maeneo ya Afrika kaskazini magharibi na kati. Sani anasema Afrika haiwezi tena kutegemea upande mmoja, anasema kuna haja ya kupanua wigo wa ushirikiano ili kukabiliana na changamoto za kiusalama kwa ufanisi zaidi. Wakati huo huo baadhi ya wachambuzi wanasema hatua hii ya Marekani inaweza kuwa mwamko kwa Afrika kujitathmini na kuchukua hatua zaidi. Kwa Saani, kujenga viwanda vya kijeshi na kuboresha taasisi za ulinzi ni hatua muhimu, lakini pia ni lazima kupambana na rushwa ili rasilimali zitumike kwa maendeleo ya watu badala ya kuishia mikononi mwa wachache. DW inapatikana pia kupitia YouTube. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi na sasa, tuelekee huko Kenya. Kenya inajivunia uchumi wa sekta mbalimbali mbali ikiwa ni pamoja na kilimo, huduma na utalii imara, lakini kufikia hali ya kipato cha kati kuna hitaji uwekezaji. Na kama mataifa mengi ya Kiafrika, nchi hiyo ina madeni makubwa ya wakopeshaji wa kigeni na inalipa riba zaidi ya mikopo hiyo kuliko inavyolipa kwa afya na elimu. Tatu Karema na maelezo zaidi. Taifa hilo la Afrika Mashariki lina uchumi mzuri katika eneo lenye matatizo, lakini bado linakabiliwa na changamoto kubwa katika wakati ambapo limeshuhudia mwaka mgumu. Takriban asilimia 40 ya Wakenya wanaishi katika umaskini na wanazidi kuchoshwa na kupanda kwa gharama za maisha, soko dogo la ajira, na kashfa za mara kwa mara za ufisadi. Hali ya kutoridhika ililipuka na kuwa maandamano makubwa mwezi Juni mwaka jana, huku kichocheo kikiwa ushuru mpya katika mswada wa fedha wa Rais William Ruto. Ingawa baadhi ya ushuru huo ulifutwa, wakenya wengi wanatatizika zaidi kuliko awali. Mmoja wa wakazi walioathirika ni Christine Naswa, mama wa watoto watano mwenye umri wa miaka 40, ambaye pia ni mchuzi kwenye mojawapo ya barabara zenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Naswa ameliambia shirika la habari la AFP kwamba uchumi kwa sasa ni mbaya na kuongeza kuwa hakuna pesa. Mama huyo pia amesema hawezi kukidhi mahitaji ya chakula ya watoto wake, na pia kwamba gharama ya maisha iko juu na faida ya biashara yake iko chini, hali inayomfanywa wakati mwingine kukosa kipato chochote. Wakati huo huo, Wakenya wameweka wazi kuwa ushuru tayari uko juu sana, huku mzigo mkubwa ukiangukia sekta ndogo rasmi ambayo inajaza nafasi ya chini ya asilimia ishirini ya ajira. Muuza duka mmoja mjini Nairobi, aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina kwa ajili duka lake liliporwa wakati wa maandamano, amesema mwaka huu umekuwa mgumu kuliko historia yao yote ya miaka 36 katika biashara. Anasema mara tu serikali mpya ilipochaguliwa, ndani ya miezi michache ya kwanza ilianza kuongeza ushuru na kwamba hajaona faida yake. Mchambuzi wa shirika la kimataifa la ushauri wa kudhibiti hatari Patricia Rodriguez anasema Ruto ameharibu nianji ema aliofurahia alipoingia madarakani mwaka 2022 na kwamba kuna kiasi kikubwa cha kutoaminiana na kukatisha tamaa na utawala wa Ruto. Ameliambia shirika la habari la AFP kuwa Ruto aliingia madarakani na kuahidi mambo mengi, ikiwa ni pamoja na maisha bora kwa wananchi wa kawaida, lakini badala yake aliamua kuongeza ushuru na hilo lilijitokeza kama usaliti mkubwa. Mashirika ya kimataifa kama IMF yanasema Kenya haina chaguo ila kuongeza ushuru ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya raia wake milioni 55 lakini bajeti mpya inayotarajiwa kujadiliwa bungeni leo Alhamisi itapaswa kuwa makini kuepusha ushuru wowote wa moja kwa moja ambao unaweza kuzua machafuko. Kabla ya kusonga mbele, msikilizaji, tupate kupumua kidogo. Vijana, mpo tayari? Ni wakati wa kukimbizana sana tu, mambo ya mchakamchaka hapo utayasikia maisha ya kila siku ya vijana. Badilisha maisha yako, jione mwenye kuthaminiwa kwa kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle na vijana mchakamchaka. Kijana, unastahili kusikia kilicho bora zaidi, kwani kila sehemu tuko pamoja nawe. Ukikosa kusikiliza utajutaje? <muchu> Tunasonga mbele msikilizaji, na uchambuzi wa taarifa zetu. Ninasalia bado katika kanda ya Afrika Mashariki, lakini tukitazama usomwaji wa bajeti na tunaangazia Tanzania. Tanzania leo inasoma bajeti yake bungeni, kama ilivyo kwa nchi nyingine wanachama wa jumuia ya Afrika Mashariki zitakazofanya hivyo hivyo kwa mkupuo wa pamoja, yaani nyakati za jioni. Kwa vile mwaka huu Tanzania itakuwa na uchaguzi mkuu, bajeti hiyo kwa sehemu kubwa itamulika eneo hilo. George njogopa amefuatilia hali ilivyo na kutuandalia taarifa ifuatayo kuhusu matarajio ya watanzania juu ya bajeti ya leo. Macho na masikio wengi yatakuwa bungeni wakati wa waziri wa fedha Mwigulu Nchemba atapokuwa akiwasilisha bajeti yake ya mwisho kama waziri wa wizara hiyo kabla ya kurejea tena katika ulingo wa kampeni baadaye mwaka huu. Licha ya kuwepo uwezekano wa kujitokeza mengi katika bajeti hiyo, jambo linalosubiriwa kwa mkubwa ni namna bajeti hiyo itakavyogusa masuala muhimu kuanzia na yale yanayohusu wapiga kura mpaka mipango yake katika ufanikisho wa uchaguzi huo unaotarajia kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Katika bajeti ya mwaka huu, Tanzania imetenga kiasi cha shilingi trilioni 57, kilichogawika katika maeneo mawili mosi yale yanayohusu matumizi ya kawaida na pili, masuala mengine ya maendeleo ambayo pia hupata upigwa wa jeki kutoka kwa washirika wa maendeleo na wafadhili. Imekuwa ongezeko la trilioni saba ikilinganishwa na bajeti inayomalizika ambayo jumla wake ulifikia trilioni hamsini. Kumekuwa na mitizamo iliyogawika kuhusu mataraji wachambuzi wa mambo pamoja na wananchi kuelekea bajeti yenyewe itakayosoma nyakati za jioni. Wafanyabiashara wadogo wadogo pamoja na wananchi wa kawaida wanaona kwamba serikali inapaswa kuweka mkazo zaidi katika maeneo yanayowagusa moja kwa moja ikiwemo kuimarisha huduma muhimu za afya, chakula na kudhibiti mfumuko wa bei. Bajeti yao iingize sana kwenye afya. Wao wananchi kama sisi Watanzania tunapata sana matatizo kwenye afya, kama walituahidi kwenye mambo ya bima ya afya, inabidi zingatie hivyo. Kuwepo kwa kundi kubwa la vijana wanaokosa ajira ni eneo lingine ambalo wengi wanataka kuona bajeti inayotoa majabu kuhusu changamoto hiyo. Ama kijana huyu anajishughulisha na biashara ya uendeshaji wa usafiri wa bodaboda, anasema bajeti ya safari ijaribu pia kuangazia maeneo yanayosababisha kupanda kwa gharama za maisha. Serikali kwa mimi hapa ya yani, mimi wangezingatia kwanza kwa watu wa, wa, labda, kwenye labda kwenye sehemu ya vyakula wanapoongeza kwenda juu na sisi tunaumia, kwa sababu sasa hivi hapa ya kilo ya unga sasa hivi sijui ni kuanzia elfu moja na kitu sehemu nyingine, kwa sababu yule anayekwenda kuchukua mikoani naye anataka apate faida. Ina maana, ina maana wenyewe wanalipia kwenye mafuta mafuta yamepanda kama sasa hivi kama sisi bodaboda hapa na huyu ina maana li lita lita tuseme ni elfu saba kwa sababu iko kinachobaki ile tuseme, si ni elfu saba bila elfu saba weke mafuta. Baadhi ya wachambuzi wa chambuza, mambo wanaona kwamba huenda kusia na utofauti wowote wa bajeti ya safari na bajeti kadhaa zilizopita kwa kuzingatia utawala ulioko madarakani umekuwa ukisisitiza kauli mbiu ya kazi endelee. Mchambuzi wa Ntumi Mwakatobi anasema ingawa tofauti unaweza kujitokeza ni kuwepo kwa tukio la uchaguzi mkuu, lakini bajeti ya mwakao bado itatilia mkazi ya kuendelea kutekeleza miradi ya kimkakati ya uendelezaji miundombinu ya barabara pamoja na reli. Ko, labda tutegemea kutakuwa iko na mabadiliko haya, kwa sababu pia hata wafadhili wanaotusaidia misaada, tumeona hata Donald Trump jinsi ambavyo meminya misaada mingi Tujibane, serikali isiwe ya anasa, ijibane ili tupate pesa za kudumia huduma za kijamii, kudumia miradi yetu ya maendeleo. Tutarajie kuyasikia hayo, kama yatakuwa tofauti na bajeti zingine zinazopangwa eh, miaka yote. Lakini tofauti kubwa tu ni kwamba kwa sasa tuna uchaguzi mkubwa, eh, mkuu ambao pia nao eh, umekosa ladha kwa sababu ya jinsi ambavyo vyama vimebinyana binyana binyana mpaka vingine havitaki kushiriki uchaguzi ucha bila mabadiliko. Karibu nchi zote wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki leo zinawasilisha bajeti zao bungeni na kisha kufuatiwa na wiki kadhaa za majadiliano ya wabunge kabla ya kuidhinishwa rasmi na wabunge hao. kutoka Dar es Salam ni George Njogopa wa DW. Tuhitimishe na ripoti hii inayosema wakati juhudi za kurejesha amani nchini Sudani zikiendelea kuchukuliwa kufuatia mapigano ya muda mrefu yaliyoliacha taifa hilo kubwa duniani na makovu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, mamia kwa maelfu ya wahamiaji kutoka taifa hilo kubwa barani Afrika waliokuwa wamekimbilia Misri wamejikuta wakikumbana na vizuizi vikali huko Libia wakiwa katika harakati za kukimbilia Ulaya kwa njia ya usafiri wa majini. Wahamiaji hao wamelalamika juu ya ukatili dhidi yao unaofanywa na na mamlaka za Libia na hali ngumu ya maisha wanayokutana nayo huko Misri kufuatia masharti makali yaliyowekwa kwa wao kuingia na kuishi Misri. Doto Bulendu anaangazia hali wanayokutana nayo wahamiaji hawa katika taarifa ifuatayo. Mamia kwa maelfu ya wakimbizi hao waliokuwa wameweka kambi huko Misri sasa wameonekana wakipambana kuvuka mpaka na kuingia Libya kama njia ya kuwafikia Ulaya kwa njia ya usafiri wa majini, huku wakilia hatari wanazokutana nazo, ikiwemo kuchafuka kwa bahari. Mamia ya wakimbizi hawa wanaona hali ya usalama nchini Misri si nzuri, huku wakikabiliwa na masharti makali ya kuingia na kuishi Misri yaliyowekwa na serikali, na maelfu wengine wakilia hali ngumu ya uchumi. Wengi waliohojiwa wamesema kwa mazingira yalivyo hivi sasa hawana njia nyingine zaidi ya kutumia kila njia ya kuvuka mpaka na kupitia Libya, kama anavyosimulia Bahl Eldin Yakub, mkimbizi kutoka Sudan aliyefanikiwa kuingia Uturuki kupitia mpaka wa Libya. Njia ya kuvuka kuingia libya ilikuwa ngumu, na mshukuru mungu tumeingia kwa shida, ili tuchukua siku moja mpaka mbili kuvuka. Tuliingia libya na tuzani libya itakuwa bora, lakini hali ni mbaya zaidi kuliko ile ya misri na Sudani. Libya imeimarisha ulinzi katika mipaka yake ili kuwadhibiti wahamiaji hao ambao wengi wao wameripotiwa waliingia nchini misri kwa njia ya magendo huku Ulaya ambayo mwezi Machi mwaka huu ilitangaza ufadhili wa kiasi cha yuro bilioni 7.4 kwa Misri ili kuunga mkono hatua hiyo ya Libya kuwadhibiti wakimbizi hao kutoka Sudan ambao wengi waliruhusiwa kuingia Misri kwa njia za magendo. Serikali ya Misri iliweka masharti makali kwa wahamiaji hao kuingia na kuishi nchini humo, hali ambayo imekuwa ikilalamikiwa na wahamiaji hao wakiita ni ukandamizaji na kusababishia hali ngumu ya maisha kwao. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limerekodi matukio kadhaa wa wa ya wakimbizi hao kufukuzwa nchini Misri baada ya kukutwa wakiishi kinyume na sheria zilizowekwa ambapo vyanzo vya usalama kutoka Misri vimesema takribani wahamiaji elfu ishirini na moja wamefukuzwa nchini humo. Kwa upande wake shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International katika taarifa yake limearifu juu ya kuwekwa kizuizini kwa wahamiaji nchini Misri kwa kile walichokiita ukatili na hali ya kinyama kabla ya kufukuzwa nchini humo. Kwa mujibu wa UNHCR, hadi mwezi Machi mwaka huu, karibu wakimbizi milioni moja walisajiliwa kuwa wanatafuta hifadhi kutoka katika hali ngumu waliokutana nayo huko Misri, huku ripoti ya mwaka jana ya jumuiya ya Ulaya ikisema takribani wahamiaji milioni moja na laki tano kati ya milioni tisa waliokuwa wamevuka mpaka kuingia Misri waliripotiwa kufanyiwa ukatili. Shukrani sana Dkt. Bulendu kwa taarifa hiyo, ambayo inatupeleka moja kwa moja katika makala tuliyokuandalia siku ya leo, ambayo ni makala ya wanawake na maendeleo, kabla ya kuhitimisha matangazo haya BW. Wanawake na maendeleo. Mapishi ni sanaa ya kuandaa chakula kwa mbinu tofauti ili kuongeza ladha, harufu na thamani ya lishe, na ni ajira kwa watu mbalimbali wanaofanya shughuli hiyo kwenye migahawa midogo, mikubwa na hata mahotelini. Kisanii tuseme, yani ni mchanganyiko wa vyakula tofauti tofauti. Makala hii ya wanawake na maendeleo leo inaangazia juhudi za mwanamke aitwaye Flora Kiunzi aliyethubutu kuacha kazi benki na kugeukia upishi hasa ule wa visinia hapa mkoani Mtwara, Tanzania. mimi ni salma mkalibala. Karibu. Halo, karibu Flora's Kitchen. Asante, niko nataka visinia k. Okay, karibu. kuna visinia vya aina nyingi. mko wangapi? mnataka kisinia cha shilingi ngapi? cha ni sauti ya Flora akizungumza na mteja wakati akitoa oda ya chakula. Flora Kiunzi ni mwanamke wa makamo anayefanya shughuli ya kupika na kuuza vyakula vya aina mbalimbali kwa zaidi ya miaka mitatu sasa aliyejipatia umaarufu kupitia upishi wake wa chakula aina ya visinia ambao wanaofanya kwenye mgawa wake uliopo katika mtaa wa Kambarage, manispaa ya Mtwara Mikindani, kusini mwa Tanzania. Visinia ni aina ya upishi maarufu sana hapa nchini, ambapo mpishi huonyesha umahiri na ujuzi wake wa kupika aina tofauti ya vyakula na kisha kupakuliwa sehemu moja na kuliwa pamoja na watu kuanzia wawili na kuendelea, kutegemeana na idadi ya wateja kisinia ya tuseme, yani ni mchanganyiko wa vyakula tofauti tofauti, inategemeana na mteja anavyotaka. Mfano, tunaweza ukasema sisi na visinia vyetu ambavyo vinaanzia bei ya elfu hamsini ambacho iko kisinia, kinakuwa na varieties ya vyakula vitano tofauti. Naweza tukaweka chipsi, tunaweka sausage, tunaweka kuku. Tunaweka makange ya filigisi au ya nyama, tunaweka pilau wali, vile jinsi mteja anavyotaka. Kisinia ni aina ya chakula ambacho kinapendwa na watu wa rika zote, lakini kundi la vijana na wanawake hupendelea zaidi kuandaa chakula hicho wanapokuwa na sherehe kama vile kumbukumbu za kuzaliwa, maandalizi ya kupata mtoto, kuolewa, ubatizo, kupongezana na kadhalika. Na Flora anaeleza kuwa ubunifu wake wa upishi huo unatokana na shauku yake kubwa ya kupenda kupika tangu akiwa anasoma elimu ya sekondari ambapo pia alipata nafasi ya kusomea upishi. Mwisho wa siku, nikajikuta napenda kulitengeneza ili pishi la visinia jinsi ambavyo unavyoona kwenye trend za kwenye videos YouTube, sio wapi kwaona, mimi mwenyewe na create more. Kabla ya kugeukia upishi, Flora alikuwa mfanyakazi wa benki kwa zaidi ya miaka saba na miaka miwili iliyopita aliacha kazi hiyo na kujikita zaidi kwenye upishi wa visinia. Sasa niko nimeajiriwa, nilikuwa na restaurant yangu ambayo nilikuwa nikifanya kazi za benki, nikitoka naenda kusimamia hiyo restaurant, lakini sasa nikawa naona kwamba siku ambazo siendi kazini niki, nikiwa nasimamia mwenyewe ile restaurant matokeo yake ni makubwa zaidi, so kilichonifanya nika decide kuacha ni hiyo kwamba niliona huko kuna maslahi zaidi ya huku. Rosemary Moses ni mteja aliyefika mgawani hapo na familia yake kwa ajili kusherekea ubatizo wa mtoto wake. Yaani, ladha ya vyakula vyake ni nzuri, visinia vyake vimeshiba kamba. Visinia cha shilingi elfu hamsini ukila hadi unaridhika, mkisema wanne amkimalizi, mkisema cha laki moja ah, kwa kweli familia mna enjoi, mnakula na kinabaki. Safari ya Flora haijawa rahisi kwenye ufanyaji wa shughuli zake, kwani dhana potofu kutoka kwa baadhi ya watu wanaodharau kazi yake ni miongoni mwa changamoto walizowahi kukutana nazo. Lakini kupitia mitandao ya kijamii kama vile Instagram, TikTok na WhatsApp imechangia kukuza biashara yake na sasa anafurahia matunda ya kazi yake ya upishi wa visinia baada ya kufanikiwa kujenga mgahawa wake na kuwaajiri zaidi ya wafanyakazi kumi. Kwanza wakati naanza hii biashara, nilianza kama delivery tu, napika tu nyumbani kwetu, watu wanapiga simu, tunawafanya delivery na bodaboda. Nilikuwa sina sehemu wakufanya hiyo biashara, mpaka sasa hivi nimefanikiwa kujenga hii restaurant mnaiona hapo, watu wanakuja kula chakula, wanakuja kula visini, wanakuja kunywa vinywaji. Oh, namshukuru Mungu mepata mafanikio makubwa sana. Kuna baadhi ya vitu vyangu mwenyewe naviendesha vizuri tu. Abdalah Rajabu ni miongoni mwa vijana kumi waliopata ajira ya kuchoma nyama mgawani hapo anaeleza nafasi yake ya kuwa sehemu ya upishi huo wa visinia. Watu wengi wanapenda ni nyama ambazo tunachoma kama ya kuku, ya mbuzi, eh, ya ng'ombe, lakini pia tunatumia hata bata. Wanatumia sana kwenye kisinia, watu wanapenda, na watu wengi wanainjoo ule mchanganyiko wa nyama unavyowekwa kwenye kisinia. Msikilizaji, hadi kufikia hapo ndio tunakamilisha makala hii ya wanawake na maendeleo. Mimi ni Salma Mkalibala, kwa heri.